Ni Saidi yako lugha ishara, ni Njoki Shege. Karibu. Matamshi ya rais William Ruto kwamba waandamanaji wote waliotekwa nyara wameachiliwa yameendelea kuibua wa hisia kali. Familia za waliotoweka wakitofautiana na matamshi haya wakisema miezi kumi na moja baadaye bado wapendwa wao hawajulikani waliko, na kama anavyotoarifu Ode Francis, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema matamshi ya rais yalichukuliwa visivyo All of them. Ni matamshi ya Rais William Ruto ambayo yameonekana kutia msumari kwenye kidonda haswa kwa wale ambao bado wanatafuta wapendwa wao waliotoweka na waziri wa usalama hii leo akisema matamshi ya rais yalichukuliwa visivyo. Familia ya Emmanuel Mukuria bado inamsubiri. Miezi kumi na moja baada ya kutoweka, mamake aki akisema anataka kujua aliko mwanawe. Nimesikia jusi presidenti akisema ya kwamba watu wote wameachiliwa, wako kwa mama zao. Mimi wagu hajakuja. Familia nyingine tuliyoitembelea haikutaka kutambuliwa kwa kuhofia usalama wao. Wanadai kutishwa kwa kuendelea na juhudi za kumtafuta mpendwa wao, wakiwa bado wanamsubiri arejee nyumbani. The moment walikuja hata hawakutaka kuingia kwa nyumba, wakaniuliza kama ni mimi naitwa mama so and so. Waliniambia niendelee kusema tu mtoto alipotea, mi niende nitafute mtoto wangu kwenye ninajua na nisirudi kupatikana nikitangaza kwa social media ama kwa redio yeyote ama TV ati watoto walipotea juu ni kuonyeshana na onyeshana. President ni mwongo akisema hakuna wakati wa maandamano hakukuwa na watoto walipotea, watoto wote walirudi. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ya kikashifu matamshi ya rais kuwahusu waliotoweka. According to our facts that

We are ready and willing to present these families to you. So in case you are getting, uh, information that is not factual, in case people are misleading you, we are here and we are ready to give you the true facts as they are. Haya yanajiri huku bado lalama zikiibuka kuhusu kutochukuliwa hatua wale waliohusika na utekaji nyara wa vijana. For the first thing, anawasema amewafungulia na alisema hakuna watoto walipotea. Hao kamsi aliwafungulia na alisema hakuna watoto walipotea, anawafungulia kutoka. Zaidi ya waandamanaji 60 walipoteza maisha yao katika maandamano ya jenzi mwaka jana, huku zaidi ya ishirini na tano wakitekwa nyara wasijulikane waliko, ila kumi na tano walirejeshwa katika familia zao, ila wangali nane ambao hawajulikani waliko baada ya kutekwa nyara. Swali ni je Serikali inadai kwamba wote waliotekwa nyara wamerejeshwa makwao, wako wapi? Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.